Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi wa klipu zangu, wapenzi wa masomo yangu, nawapenda sana. Leo ninawapa eh, dua. Dua ya kumhamisha adui kwa kutumia ahlalbadri. Dua ya kumhamisha adui kwa kutumia albadiri. Dua ya kumhamisha adui kwa kutumia albadiri. Kuna watu ni wakorofi sana, kuna watu hawaelewi, kuna watu ni wabaya, kuna watu wanakuwa wanafitina nyingi mbalimbali, lakini kuna jinsi ya kuweza kumhamisha vizuri kabisa na akaondoka, fi idhinillah, insha allahu taala. Kwa hiyo eh, hii ni dua ambayo ni dua mzuri sana ambayo ina uwezo mkubwa wa kukusaidia kuondosha eh, adui au kumwondosha adui yako asipokuwa eh, na kelele. Unajua watu wengine sasa eh, una hivi, unaweza ukamfadhili ukaishi naye eh, unamtuma useni, nenda hapa nani, fanya hivi, zanifanya hivi, lakini kumbe baadaye akaja kugeuka na kuwa adui, akaja kugeuka na kuwa adui na kuanza kukusema vibaya na kuanza kukutupia vitu vitu vya kijinga kijinga. Ha, hawajui umeruka mishale mingapi? Hivyo vitu vipo na watu wanavifanya. Kwa hiyo ili kuweza kuondosha e, vitu kama hivi, basi unatakiwa kwanza uandae e, uandae kimdoli uandaye kimdoli ambacho kama labda unataka kumhamisha ni wa kike tengeneza cha kike, au ni wa kiume tengeneza cha kiume, au ni wa kike na wa kiume, basi unatengeneza cha kike na cha kiume. Kile cha kike He, kile kimdoli cha cha kike utakiandika jina la huyo mtu hapa, halafu na karatasi nyingine unaweka katika utosi hapa, kwenye kongomizo hapa, eh kwenye kongomizo halafu, na wa kiume na hivyo halafu kisha tatengeneza vimiti kama uchanja, unalaza pale hivyo vimdoli vyako, moto uwe chini, moto uwe chini halafu kisha anza eh, kusoma albadri yako. Kabla hujasoma albadri yako, basi unatakiwa usome eh, watini wa zaituni, unasema

sitini na sita. Ukisha maliza kusoma namna hiyo, wakati ule unatia ubani, unatia ubani. Ubani wako ni kitungu saumu pamoja na mvuje au haltiti pamoja na kitungu saumu pamoja na shubiri. Hivyo vitu ndivyo watakuwa natia katika moto ule, huku vikifukiwa vile vimdoli vile Eh, basi kisha maliza kusoma hizo double six eh, alafu kisha utaanza kusoma Albadili. Utasoma mlango wa jimu, mlango wa jimu utausoma mara saba, alafu utakuja mlango wa he he, he utausoma mara saba, alafu utakuja mlango eh, wa dali dali dali eh, utausoma mara saba. Kisha hicho kimtu kim chako ki, ki, ki, kifunge vizuri eh, kifunge vizuri kwa kitu chochote tu kile eh, alafu kisha nenda hata mto, katika maji yanayotembea sema ewe fulani binti fulani au fulani binti fulani, una moja, mbili, tatu, nne, tano umenifanyia, sasa nakusafirisha kama maji haya naosafiri na wewe kurudi mpaka haya maji atakaporudi kutoka atakokwenda kupanda juu, alafu kisha nakatupia kale kamdoli kisha E, e, subilia majibu inshallah Mwenyezi Mungu atatengeneza. e, sante sana na hiyo ni moja ya njia nzuri sana za kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu kuondoshea uadui. Usisahau vitabu vipi vimeendelea kutoka mbalimbali. e, e, usisahau pia, tuna, e, e, tuna kitabu ki ambacho kimeanza sasa cha uchawi wa Babu Haji namba moja na chenyewe sasa kipo